Kama ilivyokuwa siku ya Idi, mkuu mkoa Ruvuma, Ahmed Abasi, Ahmed, ya Idi ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abasi Ahmed alikabidhi zawadi zilizotoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, alitoa zawadi kwa ajili ya vijana wetu watoto wetu ambao wanaishi katika mazingira magumu sasa, na leo tunagawa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa hizi zawadi ambazo zimetolewa na mheshimiwa rais tena kwa ajili ya kuhitimisha mfungo wa Kwaresima kwa maana sikukuu ya, ya Pasaka. Tunagawa hizi zawadi kwa ajili ya vijana pia ambao wanaishi katika mazingira magumu katika mkoa wetu wa Ruvuma, na kwa safari hii tunagawa katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru, halmashauri ya wilaya ya na Namtumbo, halmashauri ya wilaya ya Nyasa pamoja na halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Hao watoto wote wako hapa kwa uwakilishi, na wao siku ya sikukuu ya Pasaka basi wapate kufurahi kama walivyo Watanzania wengine. Kwa hiyo tunayo kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa upendo ambao amekuwa anauonesha, na hii na sio kwa, kwa Ruvuma au kwa wilaya hizi tu. Amekuwa kila inapotokea tukio la namna hii la watu kusherehekea na mambo mengine ya kijamii, lazima anawakumbuka vijana wetu, watoto wetu ambao wanakuwa wako katika mazingira magumu. Kundi ambalo limelengwa siku ya leo ni watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu wakihasa hasa, hasa tumewatazama watoto ambao wanasoma katika shule za watoto wenye mahitaji maalum kwa siku ya leo watoto waliolengwa kufikiwa ni watoto 182 kwa wilaya ya Tunduru ambao ndio wenyeji zoezi ile ambapo limefanyika waliotarajiwa walikuwa ni watoto 49 lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu wameongezeka watoto wengine watatu mtaani ambao nao wanaishi katika mazingira magumu wamejumuika nasi kwa, wamefika watoto hamsini na mbili. Zawadi za jumla ambazo zimetolewa, imetolewa mchele kwa maharage, imetolewa sukari, imetolewa sabuni kwa ajili ya usafi, imetolewa mafuta ya kula, lakini vilevile vile imetolewa juisi kama kinywaji lakini na mbuzi mmoja kama sehemu ya kitoweo cha sikukuu. Ni kila halmashauri imepata mahitaji ya aina hiyo, mbuzi mmoja mmoja, chele kilo 50 50 kwa kila wilaya na mahitaji hayo mengine kama ilivyo. Jumla ya mahitaji yote ambayo yametolewa siku ya leo na mheshimiwa Rais ni ya thamani ya shilingi milioni mbili laki sita na themanini na nane elfu. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea zawadi. Wote tunashukuru sana. Asante At laiti na Mungu abariki Amen.